umetolewa kwa wananchi mkoani Shinyanga kutumia haki yao ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu pasipo kuvunja mihimili ya amani iliyopo. Hayo yameelezwa na mgombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kutoka jimbo la Arusha mjini Mheshimiwa Paul Christian Makonda wakati akizungumza na baadhi ya wananchi kutoka jimbo la Shinyanga mjini eneo la nguzo nane akinadi sela za chama hicho. Nimekuja kuwaomba msiwasikilize watu wanaotafuta kuharibu amani ya taifa letu. Hapa nilipo mimi ni mtoto, nilizaliwa Mwanza na ni Msukuma kweli kweli, lakini kwa misingi bora iliyojengwa na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee Abedi Amani Kalume tumejikuta Tanzania, ukabila hauna nguvu. Ndio maana ume ukizunguka utakuta kuna Wachaga wanafanya biashara, ukizunguka utakuta kuna Waha, ukizunguka utakuta kuna Nyaturu, hapa utakuta kuna Wahaya, utakuta kuna Wazanaki, utakuta kuna sasa wote hawa tuko kwenye taifa moja naitwa Tanzania. Usikubali watu watuharibie amani yetu, si ndiyo jamani? Ukienda okay, mbali zaidi wewe ningetamani usimame kule yuma waliobona mwenye kofia. Tuanze twanze kupangana hapo. kwa picha pana. Leo ninaomba kuwaambia tumekaa kimya kwa muda mrefu, matokeo yake waharibifu wa amani ya taifa letu wameanza kuitikiza katiba yetu, wameanza kujenga hoja ya kuichezea na kuivunja katiba yetu, wameanza kutengeneza misingi mibovu ya kuhalalisha watu kufikiri wanaweza wakaivunja katiba ya taifa letu, na wanajenga uhalali kupitia vyombo na mitandao wa yao, wakitaka kuhalalisha kwamba katiba inaweza chezewa chezewa tu. Wanawaza katiba wanaweza wakaivunja wanavyotaka. Na wameenda mbele zaidi, wanasema uchaguzi usimamishwe bila kujali ni jambo la kikatiba, wanasikiri ni matakwa ya ndoto za mtu. Alikaa nyumbani kwake na mke wake wakakaa wakasema tunaahirisha uchaguzi. Sio kwa taifa hili la Tanzania. Marais wote waliopita waliapa kulinda katiba, akiwepo na Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi hatutakubali katiba hii ivunjwe. Tukianza kuichezea hii katiba itafika mahala watasema sio tu kwamba uchaguzi usogezwe mbele, tuvunje na muungano. Itafika mahala watasema hata mahakama hii hapana, tuivunje. Hatuwezi kuchezea chezea katiba kama kitambaa kilichoisha, unachoweza kukitumia, ukiamua kufuta maji unafuta, ukiamua kukitupa, ufutie viatu unafuta, ukiamua kukanyaga juu. Aah, si katiba nchini? Ndio maana leo nimewambia kama kuna watu wanajiona wanahoja mimi Makonda niko tayari tufanye mdahalo wa kikatiba, tuwanyooshe kikamilifu, waelewe ya kwamba katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania haichezewi chezewi tu. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Makonda amesisitiza wananchi kushiriki kikamilifu mchakato wa upigaji kura ifikapo Oktoba 29 jambo litakalowezesha kupatikana kwa viongozi sahihi wa nchi akiwemo Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mwisho i tukaweza kupiga kura, twendeni tukachague viongozi wetu, twendeni tukachague viongozi wetu, tusikubali kutokwenda kupiga nini? Yeah. Wangapi wanaahidi Makonda, tutaenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa? Yeah. Makonda ni miongoni mwa baadhi ya viongozi wa CCM walioambatana na mgombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia chama hicho, Dr. Samia Suluhu Hassan katika ziara ya kampeni mkoani Shinyanga. Na hii ni Rindimo Media kutoka Shinyanga, jina langu ni Agustino Daudi.